Mwaka wa 1997 nchini Kuwait kulitokea tukio lililotikisa taifa lote, tukio lililokuwa sehemu ya habari za magazeti, redio na televisheni. Ni kisa cha mwimbaji maarufu wa harusi anayetambulika kama Noura Taqaqa ambaye alialikwa kuimba kwenye harusi ya kifahari usiku mmoja. Noura alikuwa nyota wa muziki wa sherehe mwenye jina lilovuma katika nchi zote za Ghuba, lakini usiku huo muziki wake uliishia kwenye hofu, vilio na kimya cha milele. Wakati mmoja alipokea simu kutoka kwa mwanamke mgeni aliyemwalika kutumbuiza katika eneo la Al-Subaheya, nje kidogo ya jiji la Kuwait. Malipo yaliyotolewa yalikuwa makubwa sana, dinari mia tano. Pesa ambayo hata wasanii wa juu hawakuwa wakiipata kirahisi kwa wakati huo. Nura na bendi yake ya wanawake sita walifika katika jumba kubwa lilopambwa kwa taa kali na mapambo mazuri. Kila kitu kilionekana kamili, wageni walikuwa wengi, wenye furaha na mavazi ya kifahari. Ilionekana kama harusi yoyote ya kifahari, lakini haikubaki hivyo kwa muda mrefu. Muda ulivyosonga, Nura alianza kuona mambo yasiyo ya kawaida wageni walizidi kuongezeka kana kwamba walikuwa wanatokea hewani. Ilikuwa kama nyumba hiyo ndogo imejaa zaidi ya uwezo wake. Hali ikazidi kuwa ya ajabu wakati mmoja wa wachezaji wake alipomnong'oneza na kumwambia Nura, hawa wageni ngozi zao ni moto na ngumu, si kawaida. Nura alijaribu kucheka, lakini ndani yake moyo ulitetemeka. Baada ya muda, waliona jambo lililozidi uwezo wa akili ya binadamu kuelewa. Wageni waliokuwa wakicheza walikuwa na miguu ya wanyama ndipo walipotambua kwa hofu kuu kwamba hawako mbele ya wanadamu bali viumbe wengine kabisa. Inasemekana, imani juu ya majini ni sehemu kubwa ya tamaduni za Kiarabu. Katika Uislamu, majini ni viumbe halisi walioumbwa kwa moto usio na moshi. Wanaishi miongoni mwa wanadamu wana uwezo wa kuonekana au kujificha, na wengine huishi maisha yao kwa namna inavyofanana na wanadamu, wakioa wakizaa na kusherehekea. Katika baadhi ya simulizi za kale, kuna imani kwamba majini hufanya harusi zao usiku, hasa maeneo yaliyotengwa kama jangwani, baharini au nyumba zilizoachwa na watu. Ndiyo maana wazee wengi wa Kiarabu hukataza kusafiri au kuimba usiku katika sehemu zisizo na watu. Nura na wenzake walipokumbana na hali hiyo, walijaribu kudhibiti hofu yao. Waliona macho mekundu, miguu ya mbuzi na sauti zisizo za kibinadamu. Saa kumi na moja alfajiri, taa zikazimika ghafla, baridi kali ikapenya na ukimya wa ajabu ukatawala. Wote wakakimbia bila kujua walikoelekea. Walipotoka nje, walikutana na mzee mmoja aliyowauliza walipotoka. Nura alipoeleza kuwa walikuwa wakiimba kwenye harusi Mzee huyo akatamka kwa hofu, harusi gani hapo? Hakuna mtu anayeishi nyumba hiyo, imeachwa miaka kumi iliyopita, ni makazi ya majini. Walipotazama nyuma, nyumba ilikuwa giza tupu, kana kwamba hakuna sherehe iliyokuwa ikifanyika. Kisa hiki kilileta mjadala mkubwa katika jamii ya Kuwait. Wapo waliokiamini kwa dhati, wakisema ni ushahidi wa jinsi majini wanaweza kujidhihirisha kwa binadamu. Wengine walikiona kama hadithi ya kuogopesha au labda udanganyifu uliosukwa kwa ustadi. Lakini jambo moja lilikuwa wazi: baada ya usiku huo Nura Takaka Taka hakuwahi tena kuimba. Alinyamaza kabisa, akikana mahojiano na vyombo vya habari na kuishi maisha ya upweke hadi mwisho wa siku zake. Wataalamu wa dini na utamaduni katika eneo hilo wanasema Hadithi kama hii haipaswi kuchukuliwa tu kama simulizi ya hofu, bali kama ukumbusho wa kwamba dunia ya roho ipo. Katika imani nyingi za Kiislamu na Kiarabu, majini wanaishi ulimwenguni sambamba na wanadamu, na wakati mwingine mipaka hiyo hupotea, hasa usiku, katika maeneo yaliyotengwa. Wataalamu wa saikolojia kwa upande mwingine wanasema huenda Noura na wenzake walikumbwa na uoga wa pamoja hali ya kiakili inayoweza kusababisha kuona vitu visivyoonekana. Lakini watu wengi nchini Kuwait, jambo hilo halina mashaka. Wanasema kile kilichotokea usiku ule ni onyo kwamba si kila mwaliko ni wa binadamu na si kila sherehe ni ya dunia hii. Mpaka leo, wakazi wa Al-Subaheya wanasema jumba lile bado lipo, lipo kimya, halina watu. Lakini usiku, mara kwa mara, watu hudai kusikia muziki wa mbali, sauti ya mwanamke akiimba wimbo wa harusi. Wengine wanasema hiyo ni sauti ya Noura Taqaqa bado ikipiga muziki wa harusi ya majini. Hiyo ndio simulizi ya harusi ya majini, kisa cha Noura Taqaqa na siri za dunia isiyoonekana. Mimi ni Kasimu Hamisi, na hii ni Dabaso Sultan Media.